Ali hati kiru sungu mtafiti majina katika maisha ya binadamu, usubscribe na kushare katika channel yetu ya RKK TV, unifollow TikTok, Instagram, Facebook, RKK TV. Namba za simu ni 0765559042 na 0673559042 hapa hapa katika mizimu ya Kimwasa Mikese Morogoro, Tanzania. Hapa ndiko nakopatikana na leo tuwape somo la msikilizwa. Msikilizwa ni kitu muhimu sana sana kwa mtu yoyote kukitumia, kutaka kusikilizwa. Na hii nianze kwa wale ambao wanapika kwenye mashughuli, iwe sherehe au misiba, na wale watu wewe ni mpishi labda umeajiliwa au mnapika wenyewe, lakini wale ambao mko jikoni mkitizama sherehe yenu au msiba wenu, kuna vurugu vurugu, kuna mvutano wa maneno wa maneno ya kifamilia. Hali kama hizi zinatokeaga sasa. Shika chumvi, chumvi ndio msikilizwa. Wakati unataka kuweka chumvi kwenye mboga, unainuia wewe, msikilizwa, nimekushika hapa, nataka watu wote wanapokula chakula hiki wanasikiliza ladha ya chakula, wanasikiliza ladha ya chumvi, wanasikiliza uh, utamu wa chakula. Meno yao yakiendelea kusaga ya chakula, kumekuwa na hali ya masikilizano. Muda wa kula nahitaji wakasikilizane, waache marumbano. Na kama unawafahamu kwa majina, unawataja fulani na fulani, wanavutana hasa huyu fulani, yule mkorofi zaidi, unamtaja kwamba akapoe. Kwa hiyo wewe unapika chakula pale ukitulia tu, wakati unagawa chakula, yeye yule mkorofi, unajifanya kwamba kama umemwandalia chakula special, unajifanya wewe kwamba unampenda zaidi, unaenda kumpa chakula yule, kumbe una lengo lako hapa. Kazi ya msikilizwa itafanya vizuri, chumvi ndio msikilizwa. Lakini sasa kwenye manyumba yetu akina mama mbalimbali mbali wanasumbuka na ndoa zao, akina baba wanasumbuka na ndoa zao. Sasa kama ni baba pia unaweza kuingia jikoni, ni vyema zaidi. Kama ni mama pia unaingia jikoni, ni vyema zaidi. Achilia kumwachia dada wa kazi, nenda kapike, andaa chakula ambacho unachojua kwamba yule mume wako au mke wako anakipenda zaidi. Wakati unaweka chumvi, weka hilo neno wewe msikilizwa na kuomba ukatupe nguvu ya kusikilizana na fulani. Kama vile anapokuwa mtulivu, mdomo wake unatafuna chakula hiki, basi naomba akawe mtulivu, mdomo wake ukae katika masikilizano. Unaweka chumvi yako kwenye mboga au kwenye chakula. Chumvi ni msikilizwa. Wahenga wetu walitumia chumvi kumaliza matatizo mengi sana katika majengo yao. Wahenga wetu walitumia chumvi. Kwa mfano, mwanaume ambaye ana wanawake zaidi ya mmoja na wako katika eneo moja, au wako katika eneo tofauti tofauti, lakini ni wanawake zako halali, wanaotakiwa kujuana, hawasikilizani. Kama wako sehemu tofauti tofauti, utawaalika, utawambia hata kama ni dada yako, au nina mzazi wako, au ni nani, anawaalika sehemu moja, waende kwake akiwa na lengo la kuwapikia chakula ambacho ataweka chumvi, ikiwa ameiombea msikilizwa. Na chumvi hiki kitakapowekwa chakula kile, kama ni wanawake zako sasa, hakikisheni wewe mwanaume na wale wanawake zako na huyo mwenyeji wenu aliyowaalika, mnakula katika sahani moja Sio mnakula hii kimangaribi, kila mtu ana sahani yake. Wekeni chakula kwenye sahani moja, mle pamoja, huku yule aliyeweka chumvi anaendelea kunuia, kama tunavyosikilizana na kushirikiana katika sahani hii, nataka wakitoka hapa hao wakashirikiane. Unaomba hivyo, na utafanya jambo zuri zuri zaidi la kuhakikisha watu wanasikilizana kwa msikilizwa anaweza kuombewa kwenye familia. Mama anayepika chakula chake kwenye familia, watoto zake hawaelewani, mnawaita tu mnafanya kikao kwanza, waandalieni chakula, omba ile chumvi. Wewe msikilizwa, anataka hawa watoto fulani na fulani wanapokula chakula hiki wakasikilizane. Kama wewe na mume wako au wewe na mke wako hamwelewani, hivyo hivyo, fulani huyu hatuelewani ndani ya nyumba, nataka anapokula chakula hiki tukasikilizane. Unatumia hiki kitu kwa kiwango kizuri, na utatengeneza jambo zuri la kusikilizana. Huyu msikilizwa ana mambo mengi sana, ana mambo mengi sana. Chumvi ndiyo msikilizwa. Unaweza pia ukatumia chumvi hiyo hiyo, ukachukua na kapilipili, pilipili lukwale kile, ukachanganya pamoja Yani ukafunga kwenye karatasi chumvi na pilipili, ilisomo liwapeni siku nyingi sana, liwapeni ilisomo pia. Ukafunga kwa wakati mmoja, ukaweka katika mguu wa kushoto, ukawa unazungumza na mtu akusikilize jambo lako, huyo ndio msikilizwa. Tumieni somo hili kuhakikisha mnasikilizana katika majengo yenu. Tunaendelea kuwapa zawadi hizi za mwanzo wa mwaka na mwisho wa mwaka na sasa tuko katikati ya mwaka 2025. Ali Hatibu Rusungu utafita majina katika maisha ya binadamu. Usubscribe na kushare katika channel yetu Allykk TV, unifollow Tiktok, Instagram, Facebook Allykk TV. Namba za simu ni 0765 559 042 na 0673 559 042. Hapa hapa katika mizimu ya Kimwasa, Mikese, Morogoro, Tanzania, ndiko nilipo.